Na tutazame sababu ambazo zinaweza kupelekea mama akapoteza mtoto wake nyumbani siku chache baada ya kujifungua. Na sababu hizo tunaweza kuzigawa katika makundi mawili, kikundi la kwanza ambazo ni sababu za moja kwa moja na kundi la pili sababu hizo sio za moja kwa moja lakini zinachangia kwa kiasi kubwa mama akapoteza mtoto wake akiwa nyumbani. Tukianza na sababu za moja kwa moja, ni pale ambapo mama kama atakuwa na maambukizo wakati wa ujauzito wake na maambukizo yao yameenda moja kwa moja kumwathiri mtoto aliyo ambaye yuko tumboni sasa kama atapata maambukizi maanake, mama atakapojifungua kwa siku chache za mwanzo, unaweza usione ishara yoyote au dalili zozote za kuonyesha kwamba mtoto ana maambukizi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda na mtoto anazorota, anakuwa dhaifu, hapendi kunyana na kupelekea kupoteza maisha kwa maambukizi yeye kwake mtoto atakapelekea kupoteza maisha. Na hii maambukizi yanaweza kutokea sehemu mbalimbali ikiwemo kwenye ngozi zake ambao mama utaona vipele sana kwa mtoto, au kwenye mfumo wake wa upumuaji utaona anapata pneumonia au dalili za kuonyesha kwamba mtoto atakuwa na pneumonia. Au kama ni mfumo wa chakula, basi mtoto atakuwa anatapika sana au atakuwa analisha muda mrefu sana. Hii ni kiasisha kwamba mtoto atakuwa anapata maambukizi, ndiyo ua mama ukawi mapema zaidi hospitalini. Sababu ya pili inaweza ikawa tatizo ya kimaumbile ambayo mtoto akakuwa amezaliwa nayo, inaweza ikawa shida ambazo amerithi kutoka kwenye familia huko nyuma au koo yenu. Hii ni sababu ambayo inachangia kwa kiasi kubwa mtoto kupoteza maisha kwao. Matatizo yote kima ambayo, kimaumbile ambayo mtoto atakuwa amerithi, basi inaweza kachangia kwa kiasi kubwa mtoto kupoteza maisha yake. Lakini hapa niongezee na kitu ambapo kuna vitu ambavyo mama kama hautazingatia au kama utakuwa uvifahamu lakini unavyo, basi vinaweza kuchangia kwa kiasi kubwa, mama mtoka kwa kuweza, mtoto akiwa nyumbani kwa mama kama atakuwa na damu chache, kwa hiyo kuna nafasi kubwa mama na unaye kujifungua mtoto ambaye atakutana na changamoto za damu na mtoto akapoteza maisha akiwa nyumbani. Au kama mama atakuwa na maambukizi pia, ambaye anaweza kuathiri mtoto kwa kile kama anaweza kimaumbile ambacho atazaliwa nayo, basi anaweza kupelekea mama ukapoteza mtoto akiwa nyumbani. Au kama mama atakuwa na maziwa machache na siku chache baada ya kujifungua mtoto akana akana changamoto ya kisukari, basi anaweza kupoteza maisha akiwa nyumbani. Vyema kufahamu ishara hizo ambazo zitakuwa msaada kwako na kumwokoa mtoto wako, lakini sababu ya mwisho ambayo inaweza ikawa ni manjano, ambao kwamba ni kama mtu anaweza akapata, basi anaweza kaweka kapoteza maisha akiwa nyumbani. Kwa hiyo ni vyema kufahamu ishara zote za manjano. Kama hawajapata darasa lolote sana manjano, ni vyema kutumia chaneli hii kwa kujifunza dalili hatari ambazo imeweza kwa upana kabisa kwa sana manjano. Lakini pia kuna darasa maalum la manjano ambalo mama utajifunza, lakini jamii pia utajifunza sana namna gani ambapo manjano inaweza kutokea, lakini vitu ambavyo vinaweza kuchangia kwa kiasi kubwa mtu akapata manjano, na kuona namna gani ambavyo inaweza kumsaidia. Sababu ambazo sio za moja kwa moja ni mama kupendelea kumlaza mtoto wake kulalia tumbo au kulalia ubavu wa kulia, ni sababu ambayo inasemekana inachangia kwa kiasi kubwa watoto wengi sana kupoteza maisha siku chache baada ya kuzaliwa au watoto wakiwa nyumbani. Sasa hatuna data za moja kwa moja za kuonyesha kwamba ni watoto wangapi ambao wanafariki wakiwa nyumbani, kutokana na familia nyingi au jamii baada ya mtoto kufariki, basi anafanya maamuzi ya kuzika na kupelekea kutotoa taarifa kwamba ni mtoto amefariki na kufanyia uchunguzi, labda kwa mtoto nipi sababu iliyopelekea kufariki. Sasa baada ya mama kupoteza mtoto wake, huwa anafanya maamuzi ya kushika ujauzito tena. Kwa hiyo tunapata sababu nyingine ambayo inaweza ikatajwa kwa kesi kubwa, mama akapoteza mtoto wake mwingine tena nyumbani, kwa kujifungua mapema zaidi au kuzaa mtoto ambaye ni njiti, mtoto ambaye ana uzito mdogo. Hii ni sababu ya pili ambayo sio moja kwa moja inaweza kupelekea mtoto akapoteza maisha. Kwao mama, kama utafanya maamuzi ya kushika ujauzito, au sababu mojapo ambayo inapelekea mama, mama kujifungua mtoto njiti au mtoto ambaye ana uzito mdogo ni kushika ujauzito unaopata na kutana kipindi cha karibuni karibuni, au mama mmoja kisha miaka miwili na nusu mpaka miaka mitatu. Inaweza kupelekea mama akajifungua mtoto ambaye ni njiti au mtoto ambaye ana uzito mdogo na kupelekea mtoto akapoteza maisha akiwa nyumbani. Kwa hivyo mama akazingatia umri sahihi wa kushika ujauzito. Lakini mama ambaye atakuwa na umri chini ya miaka ishirini inaweza ikawa sababu mojawapo ya mama kupelekea kufungua mtoto mwenye uzito mdogo au mtoto ambaye njiti na mtoto kupoteza maisha akiwa nyumbani. Mama ambaye atakuwa anaishi mazingira ambayo ni hatari, ikiwa mazingira ya moshi au mama ambaye atakuwa anavuta sigara au mtu wa pembeni yake ambaye anahusika na malezi ya mtoto, anaweza kuwa anavuta sigara, basi anaweza akachangia kwa kiasi kubwa mama kapoteza mtoto wako. Kwa hivyo ni vyema ukaenda hospitalini mapema zaidi, au vitu vyote ambavyo unahisi kwako kwa ni hatari, lakini pia hatari kwa mtoto, ikiwa matumizi ya moshi. Kama mama unataka kupikia mfano kuni, basi inaweza kupelekea kukaa na moshi mwingi sana, ambao mtoto akivuta ile gesi inaweza kupelekea kupoteza maisha mapema zaidi. Au kama mama utakuwa ni mtoja sigara, au ndugu yako au mtu wa jirani karibu yako anavuta sigara, basi inaweza kupelekea mama kupoteza maisha mapema zaidi. Kwa ni vyema mama ukawahi kituo cha afya kwa msaada h pale ambapo utamana mtoto anaonyesha ishara yoyote kwamba ya kuathirika. Lakini kama ni mtumizi mzuri wa sigara na mazinia ambayo sio rafiki, ni vyema ukakukana nayo ili kuwa salama zaidi, itakufanya kulinda afya mtoto siku chache baada ya kuzaliwa. Lakini kuna kitu ambacho hakina sababu za moja kwa moja, yaani wengi sana huwa wamekuja au mtu anakuagiza, na kwamba mimi mwanangu mwana alifariki mwana tu ghafla. Yaani maana yake, nilinyonyesha bahati baba nikamlaza, lakini hivyo yaani, baadaye kumfuatilia nikakuta tarehe amefariki. Kuna research ambazo zinafanyika zinaonyesha kwamba hakuna wakati mwingine sababu za moja kwa moja za kuonyesha kwamba kwa sababu mtu na huwa anafariki siku chache baada ya kuzaliwa. 99% ya za watoto wengi ambao wanafariki ni watoto ambao wana miezi miwili mpaka miezi minne, kipindi ambacho mama anapaswa kuwa makini zaidi. Lakini ndani ya mwaka mmoja pia mtoto anaweza kupoteza maisha yake kutokana na changamoto ambazo zinajitokeza mtoto anapokuwa mdogo. Pia kajua, hivi, kwa hivyo mama ukajua, ni hivi ishara hatari kwa mtoto wako ambaye kufanya kupoteza maisha mtoto wako na akapata changamoto ya kiafya ni, kuna vitu kadhaa ambavyo mama anapaswa kuzingatia hapa cha kwanza ikiwa ni kupata chanjo zote ambazo mtoto anastahili kupata ambazo zitamlinda dhidi ya maambukizi na kuwa salama kipindi chote. Na kama mama ni mjamzito basi ni vyema ukaizitambua ishara zote na ni ma mbubizi, kwasina, ma gulikeo, mzaliwa, mama mwenye maambukizi bali mtoto kwa asiwe na maambukizi wakati wa kuzaliwa au kulekea kuzaliwa na baada ya kuzaliwa mtoto ambaye mtoto kuwa salama kipindi chote. Mama zingatia ulalaji wa mtoto, uzingatie anapolala ajitahidi kulala ubavu wa kushoto baada ya kunyonya ni pale ambapo anatoka kunyonya yale mabavu kushoto, lakini usipendelee kulaza mtoto kukulalia tumbo, itamfanya mtoto kupoteza maisha akiwa nyumbani zaidi. Kingine mama mmoja anapaswa kuvifahamu hapa kama utakuwa na changamoto za kuzaliwa kwa mtoto, yani matatizo ya kurithi, vipimo kwa mwana daktari mapema zaidi, ukuja na namna gani ambao unaweza akakusaidia ambayo uko kaenza akawa salama zaidi, kwa vyema ufahamu zote hatari, lakini vitu ambavyo vinaweza kupelekea mtoto akawa kupoteza maisha akiwa nyumbani na njia za za kukikana au njia za kujikinga ukiwa nyumbani. Endelea kufuatilia channel hii kwa kujifunza zaidi na kupata madarasa mbalimbali ya kiafya. Hata kwa ambao hujasoma unaweza ukajifunza au kusikiliza na ukaelewa zaidi.